Jambo wandugu na wadada, hiyi mnasikiliza ni La Verite si la RDC channel. La Verite si la RDC chano, ni YouTube channel yenye inawafikishia habari za RDC muukweli yote. Siku ya leo tutaongea juu ya kondanasio ya Kabila. Hapa juzi tuliona mainformasio ziko natoka, wanasema Kabila na kwa kondane, zilikuwa ma informasio za kweli. Kabila alikuwa kondane na justice militaire Kinshasa, bake mkondane ju ya trahison, baki sema kama yenjo mukubwa wa M23, nanjo menye anaongoza M23 na njo fondater wa M23. Tunajiuliza sasa, ni kweli yenjo fondatere ao? Lakini ikionekana yenjo ni fondater ju iko kungambo ya M23 anaishi kule msalama musalama, naafungiwe. Lakini tunaenda tunaona zengine mapwe kwenye M23 meme si iko kule na batu ya senko balienda kule na batu wa mingi wanaendaka ba kule banarudia, eske nabo tunaesema ke bako mu M23 point d'interrogation Kabila ye peke saba alimulizaka kuya M23, alisemaka ke iko na droa ya kuenda fasi yoyote, na anasema ke iko kule Goma juu ya konsertasyo na populasyo, na alionesha mafoto yote, mafoto za mingi iko na populasyo, iko mzile konsertasyo zake ile yote. Hatuwe kama ni kweli nyenye tunayoa ke eh, justice congolaise mokuru militaire balideside kumukondane à mort. Sasa ulizo yetu ni hii, ilikuwa kweli hii njo ilikuwa wakati ya kukondane Kabila? Balikondane Kabila à mort, na japo bako naongea na M23 Doha, na wanaendelea ma maongezi Kinshasa na Washington sasa Mumaongezi yabo ya Washington bakunaongea na Kabila, mbone banasema enjo mkubwa ya M23 mumaongezi yabo na Doha bakunaongea na Kabila au bakunanaongea na, na M23? Unakutani naleta confusion sana. Wakati yenye wanasema Kabila ndio mkubwa wa M23, then banatwambia Kagame ndio mkubwa wa M23 na confusion nani mwenye anakomalia M23 kweli? Bako mu maongezi na M23 Doha nyuma banakuwa banatuambia banakondane Kabila na japo M23 jiska maintenant ingali na waomba kufungula ba prisonnier benye balifunga mujina ya M23. Eske, bale ba prisonnier haba ya bafungula banaongeza prisonnier mwingine kabila ile haida tumana inaongeza sasa ina agrave situation defasoke benye bako nafanya doha habitafika ku habitaabutire ku, kusolution apa juzi njo nilikuwa naona mutu ananichekesha anaandika ase ba M23 sa bako naenda doha bako naenda na passeport gani bako naenda na dokima gani nayo ni kestio nayo ya kujiuliza ni kusema hii mambo kuenda wanakondane Kabila na japo bako naongea naye Doha, ikwa vraiment ni kitu yenye haipashwe mwii wakati juu tuko nagombanisha tuko nafanya yoyote juu turudisha amani juu tuone kama populasyo ya Goma na Bukavu wanaezi ishi tena muamani yavo tena guvernema inakuwa saa yenye inagrave dosye Pasue sa batarudia Doha, M23 kutosha abaomba kondanasio ya Kabila, ukutane okutane binakuwa byamurefu sana. Minaona kabisa iyi kondanasio ya Kabila ikwa haiko njoo wakati yake. Apres kuona kabila Goma sa iyi, unaezi jiuliza iko wapi, ju kwa leo inaonekana haiko tena Goma. Sasa kama iko wapi hatuwezi yuwa. Na depui wamukondane Kabila hayasema kitu wamoya, wamu peper denjowe walipima sema kitu na wamu FCC, lakini kabila ye mwenyewe haya sema kitu juu ya kondanasio yake, haya pana reaksio juu ya kondanasio yake. Sasa weyu navionaye wemwe uko natusikiliza komantere yako ni gani juu ya hii kondanasio ya Kabila? Juu ni situasio yenyi likamata kuwa Kongole bote, ni situasio yenyi litumana kila Kongolana kwa na Kenya. Najiuliza sasa unaweza andika mukomantere weye chenyu, nawaza kuyii kondanasio ya mwenye alikuwa president wa Kongo Joseph Kabila Kabange alikuwa kondane yenjo presida wa kwanza mwenye alipana pouvoir ku taji mukongo akaipatia uh, Felix Tshisekedi ule mwenye alipatia pouvoir, njo mwenye bana mukondane ku pouvoir yake, alimupatia pacifiquement. Sasa yenjo bana mukondane ku pouvoir yake meme, si ye anasema haingie ha mu justice, justice njili mukondane me vinakuwa kwa kati ni povare yake. Najuliza iyi kwendelea banakondane batu aitaletea Kongo probleme? Paske bote venye bakonagombana bakonagombani juu ya makondanation yabo. Eske iyi kitu ayo aitaletea Kongo probleme? Jo basoda bamingi venye wanafungiwa Kinshasa Kondane, bamoya banakuwa kondane, bamoya traizo, bengine vitugani. Eske kutoka bakipata prizo mu prizo habatakuwa shida nabo, kuju ya Kongo aseme, nafanya cohesion national, tuko napenda tujiunge pamoya ju Kongo iko naendi na haribika sana sana, ipwe de vie sociale devi sociale kabisa. Kongo iki na endi na haribika Wakongoletu na pasha jitia pamoya, tuone cha kufanya shu Kongo yetu iendelee mbele, iongeze kulamuka, iongeze kuwa pei yenye kila mtu na wezi swete kuingia ndani. Mina wapigia asante sana. Msisahau kusubscribe na kuponda kubuto ya notification juu mkuwe mnapata habari zengine za kila siku hapa. Tunasema ukweli. Asante sana, ukweli yote juu ya Kongo.